Natambua kwamba kuna juhudi zinazofanywa na baadhi ya mamlaka za udhibiti kwa kuunga kwa kuungana katika kufanya kaguzi kwa lengo la kuokoa muda wa wawekezaji. Wakati tunasubiri maboresho kupitia mpango wa pili, ziendelee kusisitiza kuwa taasisi zote zenye uwezekano wa kufanya kaguzi kwa pamoja ziendelee kufanya hivyo ili wawekezaji na wafanyabiashara waweze kutumia muda wao katika uzalishaji, na hili nalizungumza kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukipata malalamiko hasa kutoka eneo la bandari, ambalo lina taasisi nyingi zinazofanya kaguzi za bidhaa mbalimbali, kwamba kila taasisi inataka kufanya kazi peke yake, kila taasisi inafanya uta kwa utaratibu wake, jambo ambalo linasababisha kuchelewa kutoka mizigo bandarini, linasababisha gharama za uhifadhi wa mizigo bandarini. Hii haikubaliki. Na kwa hiyo basi, taasisi zote za kaguzi Endeleeni kuwa na vikao vya pamoja. TIC, kutana na taasisi hizi zikae pamoja na watafute mfumo ambao utarahisisha kukagua bidhaa yote inayoingia nchini, na iwe wa muda mfupi na gharama pia ziwe nafuu, ili kuwasaidia kuingiza mzigo nchini na kutoa bandarini kwa gharama nafuu. Haya ndio maelekezo kwenye eneo hili.